Kati ya Marekani na Iran, nani ana nguvu? Haina shaka kwamba Marekani ana nguvu zaidi kushinda Mwirani, lakini iwapo watapigana, Mwirani anaweza akamsababishia madhara ambayo ni significant, ambayo yatamuumiza na yatamdhoofisha Marekani. Naweza nikapigwa au hata nikishinda ntashinda kwa shida sana, sio wepesi wepesibuoami namshukuru Mungu. Sijui wewe? Safi. Mi nashukuru. Kwa mara ya kwanza tunaonana leo, mara nyingi nimekuwa pia ni shabiki yako kwenye ile ileana zinginezoukopoaasante behe, umetukaribisha kwa ukaribu mkubwa sana, karibuni sana karibuni sana. Moja kitu ambacho kijana wangu Mari amefurahi hapa ni kupokelewa na energy. Yeah. Mara ni mtu ambaye kwa siku anaweza kunywa energy tatu. Kweli? Tumimi nikwambia nimeka kumi na nane lakini yeah, ukimuona. Ah basi mm. Mara moja moja sawa, lakini zisiwe siwe zinazidi, pia zina madhara yake. Tabibu jina fuse health. Ah in, uh, in fuse afya mm. ambayo pia iko pale huwa anaongelea mambo ya afya. Mm. Mimi nakunywa lakini on very special occasions. Mm. Yes. Okay. Ya yeah. Kama vile leo nimekunywa, sikumbuki mara mwisho nimekunywa lini. Okay. Yes. Sawa, bwana. Uh, mimi nina ya kujadili na wewe hiki ambacho kinachoendelea duniani. Ni comfortable nikishika mic zote mbili au moja, shike moja au hivi? Uh, hivi niko comfortable. Ah, sawa okay, uh, kinachoendelea sasa hivi duniani ni Israel na, na Iran japokuwa Marekani anaingilia huko yes, kidogo Palestina na hema hema. Sasa yye he, ni mambo ya kidini kama zamani, ama kuna maslahi kati yake? Hivi sasa kuna kuna pande zote mbili, kuna upande wa kidini wa kiimani, kwa sababu ukiingia kwenye maandiko uh, Zaburi, Taurati, Injili na Qurani zote zimetabiri uh, tuko nyakati za mwisho ambazo kuna elimu ambayo inaitwa au um, kwa Waislamu wanaita ilmu akhir zamani, ni elimu ambayo ina specify na ime specialize kwenye eh, elimu ya mambo ya zamani kutokana na especially religious eschatology, ambazo kuna vitu ambavyo vimetabiriwa. Mfano kwenye, mimi sio mtaalamu wa Biblia wala siwezi kudai mtaalamu, ila huwa ninapita ninasoma soma na wakati, wakati niko primary pia tulikuwa tunafundishwa, kwa hiyo nina kaelimu kidogo kuna vitu ambavyo na especially kwa mtu ambaye ana mfuatiliaji mzuri, kuna tofauti. Zipo tofauti lakini sio kubwa, kati ya Qur'an na Injil au Bible na Torah. Zipo tofauti lakini sio kubwa. Kwa hiyo utakuta vitu vingi vimetabiriwa kule, mfano ishu ya mnyama Mark of the beast na alama yake ambayo ni sita, sita, sita. Same thing kwenye kwenye Waislam uh, anafahamika kwa Wakristo wenzetu anamuita mpinga Kristo au antichrist kwa sisi Waislam tunaitwa Masihi Dajjal na zama zake ambazo watakuja na moja ya alama yake ni jicho moja, ukiangalia ndo vitu ambavyo vipo and uh, kuna kitu ambacho kimetami, kimetabiriwa uh, ukiangalia kwenye uh, Injili au Bible wamesema inaitwa uh, Amagedon ambayo ndo vita vikubwa zaidi ambavyo havijawahi kutokea wala havitakuja kutokea baada yake. Kwenye Quran uh, inaitwa almalham alkubra ambayo ndo vita vikubwa ambavyo vitakuja kutokea. Kwa hiyo upande wa kidini upo na watu watakaopigana wapo na makundi yapo, yameelezewa katika maandishi matakatifu lakini currently kinachoendelea uh, kati ya Israel na Palestina ni ishu ya kisiasa ambayo imevalishwa sura ya kidini. Uh, kuna makala ambayo nimeyatoa yako very extensive, yana ushahidi ambao umenyoka sana na ushahidi yani wote umetoka kwenye, kwenye maandiko matakatifu kuhusu mgogoro kati ya Israel na Palestina, na nani ana haki, nani ana haki, yupi yuko sahihi, yupo yuko sahihi sahi. Sasa kuna kitu ambacho watu hawafahamu ambacho kinawavuruga sana na ndo ujanja ambao unajua sisi uh, Masih Dajjal ambayo ndo antichrist jina lake sifa zake ni mtu ambaye mwenye kuhadaa au ni mtu mwenye kuhadaa kwa Kiswahili, watu ambao wanafahamu uh, uh, Kiswahili, ni mtu mwenye kudanganya watu katika sura ambayo imefanana na ukweli. Kwa hiyo mtu anaweza akakuuzia mfano uh, mazi, ma, nani tui la nazi akakwambia ni maziwa, ukiangalia yamefanana lakini ni tofauti. Au akakuuzia kipande cha chupa akakwambia ni almasi. Kwa hiyo ndo hadaa ambayo inavyokuwa sasa ukiingia kwa wenzetu unabidi watu waweze kutofautisha, na hichi ni kitu ambacho kinawatesa sana watu wengi mm. kutofautisha kati ya Bani Israel mm. au Israelites ambao ni yale makabila kumi na mawili mm. alafu kuna Jews ambao kuna wengine ambao wanaitwa Jewish Jewish Wayahudi. Wayahudi wa, sio wenye unajua, sio kila myahudi ni bani Israeli ni, mwa, ni mwana wa Israeli, na sio kila uh, na kuna baadhi ambao ni Waisraeli lakini ni wayahudi mm. kwa hiyo kuna watu ambao wali convert na kuingia kwenye dini ya uyahudi mm. lakini asili yao sio katika yale makabila kumi na mbili watoto wa yakobu au wa Yakubu alahi salam uh, kwa hiyo kuna hao alafu kuna Zionism ambayo ndo sasa hivi imekamata mm. na Zionism ni harakati ya kisiasa lakini imevishwa sura kama sura ya kiimani uh, ki, na mwanzilishi, na hivi vyote viko SNS, mtu akitaka kwenda kupitia atafaidika navyo sana, ambavyo nimeweka kila kitu na ushahidi wake. Mwanzilishi ambaye ndo aliibeba kwa uzito mpaka kuifikisha ilipofikisha Zionism, anaitwa Theodor Herzl ambaye alikuwa ni, uh, ni Zionist wa Switzerland na historia yake iko ndevo Basel na vitu vingine. Yeye alikuwa ni atheist, alikuwa ni mtu asiyeamini Mungu, yeye binafsi ambaye ndo aliitengeneza. Na hata 1948 wakati uh, Ben Gurion ndo ana waziri mkuu wa kwanza wa, wa, wa uh, taifa la Zionist Israel wakati wanatangaza, nyuma yake kulikuwa kuna picha ya Hatzel uh, uh, kwa sababu wanajua mchango wake. Kwa hiyo ni mtu ambaye wanamtukuza wana sana na ameplay part kubwa sana lakini yeye mwenyewe hakuwa mtu mwenye kuamini uh, dini alikuwa ni atheist, ila wamejivalisha uh, wamejivalisha sura ya, ya dini. Kwa hiyo kuna upande wa kidini, so wale wamevaa sura ya kidini lakini na kuitengeneza kama ya kidini na wameingia kama watu ambao wako pale kidini na ahadi ambayo ilitolewa kwa nabii Ibrahim mm -hmm. Uh, yeye na, na, na, na vizazi vyake, na hivyo vitu nishavichambua, siko, sitotaka kuingia tena watu. mm -hmm. wakihitaji wanaweza wakaenda, mm -hmm. waka, wakarudi waka, waka kule. Kwa hiyo wakifuatilia ile watakuja kujua, lakini kabla ya pale, sasa tuangalie, mm -hmm. kabla ya pale Yahudi mm -hmm. au Jew Christians, wa Kristo na Waislamu walikuwa wana coexist kwa amani sana aa, katika eneo ardhi takatifu ambayo ni Jerusalem na viunga vyake. Alafu ilikuwa imegawanywa makundi matatu, na hivyo ndo vitu ambavyo watu wafahamu. Kulikuwa kuna kiunga cha Wayahudi o Jews, kulikuwa kuna kiunga cha Wakristo na kulikuwa kuna kiunga cha Waislamu na wote walikuwa na coexist mpaka leo hii. Kanisa takatifu zaidi la Wakristo ambayo ni Holy Sepulcher mwenye, ku, uh, mwenye funguo ya kanisa hiyo zaidi ya miaka mia nane ni Mwislamu. Umeona? Kwa hiyo inakupa taswira jinsi gani walikuwa wana exist vizuri, lakini tangia ilipoanza harakati za Zionism na Balfour Declaration mwaka 1919 all the way building up, kuna kuna makundi kama ya Hagana na uh, Irkut na wengine all the way mpaka mwaka 2000 na uh, mwaka 1948 ndo matatizo haya yalianza, lakini before walikuwa wanaishi vizuri, na kuna picha mpaka leo zinaonyesha za meli wayahudi wakati wanakimbia Europe, wakati walikuwa wanauawa sana. Kuna Spanish Inquisition 1 na 2 na zingine ambazo walikuwa wanauawa wamefukuzwa, karibia Europe nzima iliwafukuza kule, mm -hmm, na wakaja na bango ambalo linawambia ndugu ze waislamu wa Palestina, wa, wa, wa, wa wa sisi ni ndugu zetu, tupokeeni, mstivunji. Kwa hiyo wakapokelewa, na walikuwa wanaishi vizuri na unakuta mtoto wa kiyahudi analelewa na Mwislamu na Mwislamu anamlea mtoto wa Kiyahudi na, na same thing kwa Wakristo na wanafanya biashara wao pamoja. Kwa hiyo Zionism ambayo ni harakati ya kisiasa ikajivisha ishu ya, ki, ya kidini na ndio imeleta vurugu lote hili, lakini kwa bahati mbaya watu hawasomi. Wangisoma wangeweza kujua jinsi gani watu wanaishi vizuri. Uh, baada ya kukimbia kimbia, kuna jiuzi wengi sana, kuna Wayahudi wengi sana Moroko, Tunisia Yemen, Iraq na kwengine ko kuna wayahudi wengi ambao wamekoexist vizuri na ndugu zao ambao ni waislam na ndugu zao ambao ni Wakristo. Unajua watu wasiokijua kwamba kwenye nchi za kiarabu kuna wakristo pia, mm. na kuna wayahudi pia na wanaishi vizuri. Umeona? kwa hiyo na actually, sasa hivi Iran, moja ya uh, wana, wana navis mbili, moja ya nevi mbili anayesimamia ni Myahudi. Umeona? kwa hiyo unaona aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Sadam uh, jina uh, limetoka something bara hivi alikuwa ni Mkristo. Kwa hiyo shida ni kwamba kuna upotoshaji na ndo hizi zama ambazo tupo. Kwa hiyo kuna, kuna upande wa kisiasa mm -hmm, na kuna upande wa kidini so si tutaka kuingia sana, lakini ndo hivyo vitu. Wa nat, natamani watu wawekeze muda kwenda kusoma. Kuna historia kubwa nyingi sana ambayo watu hawapei attention. Kwa hiyo wanacholetewa wanakipokea na kinawapotosha. Sawa uh, awa ni ndugu India. Baba mmoja, yes. Mpalestina Palestina na na Israeli yes, hata kimeonekano pia wanafanana yes, yani wana, kwa sababu wao zao lao limetokana na Nabii Ibrahim alayhisalam Abraham, ambaye ndo hakuna mtu yote ambaye anapinga utume wa na Nabii Ibrahim alayhisalam na Nabii Ibrahim juzi, uh, nimetoa makala moja ambayo yiko SNS Premium inaongelea kaumu Lut au watu wa Sodoma na Gomora mm. Kwa, kwa mujibu wa maandiko na nikaelezea jinsi ilivyoenda na jinsi alivyotabiriwa mm. Uh, Nabii Ibrahim baada ya kupewa, Nabii Ibrahim alipewa mi, misukosuko mingi sana alipewa mitiani mingi sana na hii ndio watu ambao huenda wakawa na mitiani wanapoona wanapewa mitiani. Ukiona mtu anapewa mitiani, unajua Mungu anakupenda. Mungu hampi mitihani mtu ambaye ampendi, anampa dunia, kwa sababu dunia haina thamani yoyote mbele ya mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtu akiona anatingishwa sana na, na dunia uh, au mitihani, ajue Mungu anampenda awe mvumilivu, ili Mungu anataka ampandishe sehemu yes. Kwa hiyo Nabii Ibrahimu alipewa mitihani mingi sana, ikiwepo kupambana na Namrud ambayo ndo Nimrod maarufu sana, kutupwa kwenye, kwenye moto na kupambana na vitu vingine. Ndo wale malaika wakati wametumwa kwenda kuiangamiza Sodoma na Gomora au kaumu Lut walipita kwa Nabii Ibrahimu Ibrahim na alikuwa ni mtu mkarimu akawakaribisha akawachinjia ndama na chakula na maziwa na nini, alivyowekea pale. Akashanga mbona mli, akaogopa kidogo, akamwambia la hata. Uh, ujas usiogope, sisi ni, uh, ni mitume ambayo tumetumwa kwa watu wa Lutu ambao wamevuka mipaka, alafu tumekuja kukubashiria mtoto. Umeona mke wake ambayo ni uh, uh, kijakazi wake ni Hajira, alafu ana mke wake ambaye ni Sara alikuwa yuko pembeni. Kwahiyo akasikia ule utabiri kwamba mke wako atapata mtoto uh, na uh, Ishaq na nyuma Ishak wamenuwaraa hii Yaqubu na nyuma yake kutakuwa kuna Yakub. kwa kwahiyo akabashiriwa watoto wawili, na kwa hiyo mmoja ndo kizazi chake kimeenda all the way uh, kwa, mpaka kwa Nabii Isa ambayo ni Yoshua, japokuwa wazungu wameletea majina yao wanayotaka wao ambayo ni Yesu, lakini jina lake halisi ni Yeso au Yoshua. Ndo jina lake halisi, alafu lingine li... ni la Kihibrania mm. Yes na unajua uh, watu wakipei attention, Mungu anapenda watu ambao wanawekeza katika kujifunza mm. lugha ambayo ukisikia Semitism ni lugha tatu, moja wapo ni Kiibrania, alafu kuna Hibru na kuna Arabic unaona na kuna Aramaic mule ndani kwa hiyo Uh, Biblia ilitafsiriwa pale, ikaenda kwenye uh, ikaenda kwenye Greek, ikatoka kwenye Greek ikaenda kwenye Span uh, nani kwenye Latin. Latin ndio ikaja ikaja kwenye Kiingereza, Kiingereza ikaja hapa kwa hapo katikati kuna kuna utafsiri utafsiri tofauti tofauti, uh, lakini hizo ndio lugha alikuwa anaziongea. Kwa hiyo ukiweza, unaweza kam trace nabii Isa all the way mpaka kwa nabii Ibrahim, na unaweza kam trace nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam all the way mpaka kwa nabii Ibrahim. Kwa hiyo hawa ni mtu na kazini wake na wanalifahamu hiyo, na hata viongozi wa kidini wa Kiyahudi uh, wanasema sisi na Waislamu au sisi na Waarabu ni mtu na kazini yake, na wao wanasema uh, kwamba iwapo kuna sinagogi hakuna katika maeneo au nafanyiwa ukarabati, unaweza ukaenda kufanya ibada yako katika msikiti, lakini huwezi ukaenda kufanya ibada yako kwenye makanisa kwa sababu uh, ya, ya kuna uh, monotheist. Wao wana, wana amini Mungu ni mmoja hakuna mwingine hmm, lakini kwenye imani ya wa Wakristo imegawanyika, kuna utatu. Sasa kwenye imani, na hapa sisemi nani yuko sahihi nani yuko sahihi. lakini naeleza hali ilivyo. Kwahiyo Wayahudi wanaamini kwamba hawa wanakosea, lakini wanaamini kwamba unaweza ukaenda ukaswali katika hivi hata Waislamu unaruhusiwa, haijakataza kwenda kufanya ibada katika sinagogi. Kwahiyo kuna, kuna mwingiliano mkubwa sana, japokuwa kuna maeneo ambayo ndo watu wanatofautiana. Kwahiyo hawa ni mtu na kazini yake. So, nataka niulize hili. Marekani anafaidika kitu gani anapomtetea Israel? Kuna, um, kuna in, inaitwa uh, kila mmoja anafaidika na, na, na, na wenzake. Kwanza Marekani anahitaji mtu ambaye inakuwa ni, en, uh, ni mtu wake katika Middle East ili kuweza kuicontrol Middle East ambaye zile nchi za Middle East asilimia kubwa ni Waarabu na asilimia kubwa ni Waislamu. Mm. Na kwa hiyo Israeli ndio eneo lao ambalo anaweza akawa control, na ndio maana anamwezesha, anahakikisha kwamba ana vifaa latest na teknolojia, kila mwaka anapewa 3.5 billion dollars ambazo ziko wazi na kuna zingine ambazo ziko wazi uh, kwa hiyo ndio anachofaidika anacho, lakini Israeli anafaidika naye kutoka support ya ya Marekani na kuna kitu kinaitwa AIPAC. AIPAC ni Jewish lobby ambayo imekamata system ya, ya, ya serikali ya Marekani ambayo ni Senate pamoja na na Congress. Wao ni mabilionea, wao ndo ambao wana fund. Kuna unajua hivi vitu asilimia kubwa nishaviongea, watu wanaweza wakaenda wakaangalia. Uh, kuna siku hizi ambayo ni um, uh, Kanye West akawa anaonesha, alitoa simu yake akawa anaonesha corporation zote unazozijua wewe almost 90, 90% viongozi wake wa juu wote ni Jews, ni Wayahudi, wao ndo wamekamata. Alafu huko nyuma sasa unaenda kwenye, kwenye watu kama kina uh, uh, uh, Sovereign State Fund, watu kama kina Black Rock pamoja na na, State Street na Vanguard. I, I, that's another rabbit hole. kwa hiyo wa, wao wana control nani ni nani na nani awe ni rais na nani asiwe rais. nadhani muliona kwamba katika uchaguzi kila mmoja Kamala Harris na Trump walikuwa anasema tutaisapoti Israeli na kuisapoti kui. Sasa hivi kuna uchaguzi ambao unaendelea California na viongozi wote ambao wako pale wanaulizwa kabisa, unaisapoti Israeli? Kwamba bila kuisapoti Israeli hauwezi ukaingia, kwa sababu wametengeneza mfumo ya kuhakikisha ya ku, ya ku, ya kila kiongozi ambaye anaingia katika sistem ya uongozi wa Marekani, iwe ni rais, iwe ni senata, iwe ni gavana, wote ni watu ambao wanasapoti. Kwa hiyo ni simbioti, kila mmoja anafaidika na mwenzie ila inasemekana in, in kwamba Marekani anategemea kichwa cha Israel kwenye uuzo wa teknolojia. Sasa hapo kuna ishu ambayo inakuja ya kipropaganda, na ndio maana hata makala ambayo nimetoa leo mwisho, leo, leo ambao ni Jumanne, nimetoa kutoa makala lakini before nimetoa makala jana, nikatoa makala juzi, nimetoa toa tangia haya mashambulizi ya Israel na, na, na uh, Iran yalivyoanza, kuna taswira ambayo tumejengewa. Na hii ni w, uh, nani wameijenga vizuri sana Israeli wameweza kujenga mfumo au mashine ya propaganda ambayo ni kubwa. Of course they are very bright, kwa sababu Mungu amewabariki wa yaani, wale Jews ambao ni Jews ambao ni kizazi cha Yakobo. Ni kweli hata uh, kwenye Qurani nasema uh, ghulam, ghulamul halim umona kwamba wamejaliwa elimu na wamejaliwa uwezo wa kiakili. Very true, lakini haimaanishi hakuna watu wengine ambao wana akili the same mm, haimaanishi hakuna watu na ni, actually, wataalamu wa psychology ambao wanafanya research, wanakuambia, Persians are smarter than Jews, kwamba wa, watu wa fursi ambao mm, ndo wa Irani hao ambao ndo, wa mm, ndo wanatoka wana, wanarudi all the way mpaka kwenye Persian Empire kwa sababu hebu mm, yes, fikiria Uh, Israeli anapata support ya all the western uh, countries. On the other hand um, uh, Iran amewekewa vikwazo tangia 1979 baada ya mapinduzi ya Islamic Republic mpaka leo yuko kwenye vikwazo vingi sana, lakini ameweza kutengeneza nchi, ameweza kutengeneza jeshi imara, ameweza kutengeneza um, uh, makombora mpaka leo hii anaweza kusupply superpower kama Russia kwa hiyo inaonyesha how smart they are, pamoja na vikwazo vyote ambavyo wameelekewa. Kwa hiyo, it's true Jews they are smart. Lakini pia kwa bahati mbaya watu waonaishi, lakini wa Afrika they are very smart wa, um, uh, uh, kizazi cha kiafrika we are very smart na tumevumbua vitu vingi sana. Kwa bahati mbaya wanakwambia until the lion learns how to write all the glory will go to the hunter, mpaka pale simba atakapoweza kujua kuandika sifa zote zitaenda kwa kwa lugha nyepesi kwa Mmasai nye, utasikia Mmasai kaua simba, masai kaua sijui nini yeah, lakini kuna Wamasai wangapi ambao wameuawa na simba yeah? au kuna wawindaji wa wangapi ambao wameuawa na simba yeah? lakini simba hajui kuandika yeah. Umeona University ya kwanza duniani yeah, ilikuwa Afrika. Umeona uh, Mtu ambaye tajiri zaidi duniani ni mwafrika mansa Musa mm. Yes, tulikuwa tuna kingdom zetu, tulikuwa tuna system zetu za kiuongozi, tulikuwa tuna uh, kingdom kama uh, Ashanti kwa ukienda south Africa kwa kina uh, Shaka Zulu na wengineo, hapa west Africa yote. Kuna makala ambayo naweza nikashauri watu waende wakaangalia inaitwa, e, je, demokrasia ni mfumo sahihi kwa wa uongozi kwa sisi wa Afrika? Nimeelezea yote in details. Kwa hiyo kwa bahati mbaya sisi wa Afrika hatujitambui wala hatujipromote hatu kama tunavyotakiwa, ila Waafrika we are as smart kama wao yes. Lakini imetengenezwa kwamba mtu fulani au kabila fulani au race fulani ndo wao peke yake ndo the best, hakuna mwingine anawakaribia. Inawezekana wao kawa bora na inawezekana mimi pia nikawa bora na inawezekana pia fulani akawa bora. Haimaanishi wewe ukiwa bora hakuna mwingine anatakiwa awe bora. Kwa hiyo, it's true, they are smart, lakini kuna watu wengine ambao pia wako smart mm -hmm. Alafu hii nomba niwape faida uh, watazamaji wa wajue, umenotice kwamba mzungu anapofanya kitu kikubwa mm -hmm. utasikia ametajwa Dr. uh, Livingstone sijui Churchill, uh, Christopher Columbus mm -hmm. umeona uh, Isaac Newton mm -hmm. na wengineo, lakini inapokuja kwamba hivi vitu vimefanyika Afrika o South America o nje ya uh, duara lao watu weupe wanaibadilisha, alafu wanasema aliens o wanakwambia ancient civilization, umeelewa mm? Pyramids zimejengwa Afrika, kwa nini wasiseme tu kwamba waafrika ndo wamejenga pyramids? Sawa, kulikuwa kuna, kuna, kuna civilization kubwa na kuna vitu vingi vikubwa ambavyo vimefanywa na, na waafrika, lakini ukikuta hiyo wao wanakwambia ah, lost civilization yaani, wanapotezea kutupa credit kitu ambacho Waafrika tuliweza kufanya. Uh, taa za barabarani hazikuanzia Ulaya zaidi ya miaka mia sita sio hata miaka kumi, mia, mianga, miaka mia sita katika Middle East kulikuwa kuna taa za barabarani kabla ya Ulaya. Waafrika walikuwa civilized wakaenda wao Waafrika ndo walipeleka civilization Ulaya. Kuna watu na washauri wende wakasome wanaitwa the Moors. Ni race na ni, uh, ni culture ya Afrika ambao walikuwa very civilized, wamesoma wanaelimu walienda Ulaya ndo wakawapelekea civilization. Lakini Waafrika hatusomi kwa bahati mbaya yeah. Ile inapotokea hii kwa sababu ya kutuvuruga kisaikolojia wanaipoteza kama vile ancient civilization, yeah. or aliens O watu fulani hawataki kukubali kwamba Waafrika ndo walichofanya hichi, kwa hiyo hii inatuvuruga sisi kisaikolojia okay. Sawa yes. so, uh, kuna namna yoyote ile hmm. uh, Marekani hmm. anamwogopa mu, mu, Muirani, najua ni Muisraeli pia anamwogopa Mwirani kwa sababu mpaka saivi naona kama mu, uh, Muisraeli anatamani vita hii na Muirani, ni kweli? Unajua kuna kitu kimoja simply because Uh, una uwezo wa kupigana na una uwezo wa kupiga, haimaanishi kwamba kila vita utaingia kupigana. Tumeshaona several times baadhi ya mabondia wanakwepa kupigana na mabondia fulani, na hao mabondia ambao tunawasema ni mabondia ambao ni mabingwa, unakuta ana mkanda au ana world title, kwa sababu anajua naweza nikapigwa au hata nikishinda nitashinda kwa shida sana, sio wepesi kwa hiyo wanakimbia. Je, kati ya Marekani na Iran nani ana nguvu? Haina shaka kwamba Marekani ana nguvu zaidi kushinda Mwirani, lakini iwapo watapigana, Mwirani anaweza akamsababishia madhara ambayo ni significant, ambayo yatamuumiza na yatamdhoofisha Marekani. Umeelewa kwamba Marekani anaweza akashinda, lakini at what cost? kwa sababu mi wanapenda kwenda kwa mifano ambayo ni hai Uh, miezi kadhaa Marekani out of nowhere aliamua kwanza kumshambulia Huthi baada ya Huthi kumpelekea sana moto Muisraeli, Muisraeli akashindwa kudili na Mhuthi. Marekani Trump kuingia, akaanza kapigana naye zaidi ya miezi mwezi, na Huthi hana ndege, hana teknolojia ya kisasa, hana satelaiti aina chochote, lakini kampelekea moto Marekani mpaka moto Marekani akaamua akatangaza, um, makubaliano kati yake yeye na Huthi na akaondoka, wamepoteza F18 ni mbili, ndege zao zimeshambuliwa, alikuwa Mhuthi alionyesha kapabiliti mpaka ya kufikia Mhuthi anakuwa mwelewe. Huthi ni uh, ndo anaongoza sasa hivi, unaweza kasema uh, Yemen. mm. Ndo ni, ni, actually Huthi Mhuthi ni kabila ambayo nyuma yake wametengeneza jeshi. Unajua Middle East ukabila una nguvu sana, ndo maana hata ukifuatilia utasikia kabila fulani ndo linaongoza nchi fulani. Asuudi ni kabila ambalo ndo linaongoza Saudia. Uh, dubai kuna kabila la almahtum na wengineo ambao wanasambaa kule. Kwa hiyo ukabila una nguvu sana, una nguvu sana Middle East. Kwa hiyo Houthi ni kabila ambalo wanajeshi na wana, wana... Of course ni majeshi ambao wana itikadi ya kishia na wana support kutoka Iran, lakini wao wana wali ndo wanaongoza sasa hivi, na wale ndo walipigana na Saudia as proxy na nchi tano za Uarabuni kwa miaka saba na wamechemka. Baada ya miaka saba wamechemka Saudia na wengine, mpaka wakaja wakatangaza peace and everything, na sasa hivi Houthi ndo wanaongoza Houthi, Yemen, umeona. Lakini mm -hmm. Uh, kwa hiyo Houthi alimpelekea moto Marekani mpaka Marekani akaona it's not worth kwamba ndio nina uwezo zaidi ya huyu lakini ma...